Kwa majina anaitwa mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Malumbo Absalom Ngata, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto wa Uokoaji mkoa wa Mbeya. Leo tarehe 17 mwezi wa pili mwaka 2026, majira ya saa 8 dakika 11 mchana, tulipokea wito wa uwepo wa mtu aliyeonekana akielekea kwenye dimbwi la maji katika mtaa wa Maili tano kata ya Iganzo jijini Mbeya, kama majukumu yetu yanavyotuelekeza askari waliweza kufika eneo la tukio kwa ajili ya kwenda kuona nini kinachoendelea. Ni kweli askari nikweli wa jeshi walifika eneo la tukio na kubaini kweli uwepo wa mtu ambaye alikuwa mwili wake unaelea kwenye dimbwi la maji katika huo mtaa wa maili tano kama nilivyotaja hapo awali, ambaye baada ya kutolewa pale amefahamika, kwa majina anaitwa Tido Abel Kadaga, umri wa miaka ishirini, na alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha masomo ya biashara yani CBE kampasi ya Mbeya, na alikuwa anasoma mwaka wa kwanza. Kwa bahati mbaya, tumemuokoa au tuseme tumemwokoa tayari akiwa mesha kwisha kupoteza maisha na mwili wake meukabili hospitali ya rufaa kwa Mbeya kwa ajili ya ndugu zake kutambua, lakini pia kwa ajili ya uchunguzi mwingine. Kwa kweli chanzo mpaka saa hizi bado hatujapata, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunaendelea kufuatilia kujua chanzo hasa kuwa ni nini. Lakini tunashukuru Samaria wema ambao walimuona na kuweza kutoa taarifa jesha zimekuwa kwa ajili ya kwenda kufanya maokozi. Kwa kweli tunashukuru, kama unavyojua kwamba mvua zinaendelea kunyesha mkoani kwetu. Tunasema ni neema, kwa sababu mvua ni neema kwa ajili ya watu kuweza kufanya shughuli mbalimbali za kujipatia kipato kama kiwemo kilimo. Lakini mvua hizo zisipo zisipokuwa nazo makini za kuzalisha maafa kama vitu kama ambavyo vimeweza kutokea, hatuna uhakika moja kwa moja kwamba labda. Lakini niendelee kutumia nafasi kwa hasa wananchi kwa kwamba kwa mvua zinaendelea kunyesha, kitu cha kwanza na cha muhimu kwanza, waendelee kufuatilia utabiri wa hali ya hewa ambao unatolewa na mamlaka ya hali ya hewa, ili kujua kama mvua zipo zipo za kiasi gani na madhara gani, kwa sababu mkoa wetu wa Mbeya umebarikiwa mvua nyingi. Lakini jambo la pili, tuchukue tahadhari, usiokaona maji yametuama kwenye dimbwi ukasema ukapima kwa macho kwamba ngoja nivuke Kumbe mkine kawa kirefu ukaweza kusababisha madhara, lakini tuendelee kuangalia watoto wetu kwenye makazi yetu ambao wana, wanakuwa wanacheza wana, wana na shughuli zingine, labda wazee na watu wengine ambao wanahitaji msaada, tuangalie kwa karibu ili wasiwe waweze kucheza kwenye maji, kwa sababu naweza kama maji yananyesha mvua na mvua zinanyesha nyingi sasa hivi, kama maji yanapita, basi wasipime kwa macho, wajiridhishe usalama wao ndio waweze kuvuka, au kama hakuna ulazima wa kuvuka, basi wabaki majumbani kwao na kuendelea na shughuli zao za kawaida.